Habari e, ya saizi ndugu zangu waandishi wa habari pamoja na Watanzania wote ambao mnatufuatilia siku hii ya leo. Majina yangu naitwa Henry John Kileo, ni mwenyekiti wa CHADEMA wa mkoa wa kichama wa Kinondoni. E, nimejiunga na chama hiki cha CHADEMA mwaka elfu mbili na nane nimeanza uongozi rasmi wa chama hiki elfu mbili na tisa kama katibu wa, wa chama kwenye mkoa wa kichama wa Kinondoni ambao walikuwa wanabeba majimbo ya Kinondoni, Kawe, ubu, na Ubungo. Nimekuwa katibu kwa kipindi cha awamu mbili na kisha nikaenda kwenye nafasi ya uwenyekiti wa mkoa ambao nafasi hiyo nilionayo mpaka sasa, lakini pia nimekuwa mwanzilishi wa kanda. Kipindi tunaanzisha kanda, ilikuwa katibu wa kanda hii ya Pwani, ambayo mwenyekiti wangu alikuwa Mheshimiwa eh, John John Mnyika, katibu mkuu wa chama kabla hatujamwachia Mzee Marandu pamoja na Profesa Safari. Nimeshiriki operation mbalimbali mbali za chama chaguzi mbalimbali mbali, tumezifanya kwenye nchi yetu na zingine zilituletea matatizo, kama mtakumbuka yale majanga ya Igunga ambayo nilipewa kesi ya ugaidi wakati tunapambana kwa ajili ya kupigania chama kwa ajili ya kushinda chaguzi. Kwa hiyo tumekaa kwenye hiki chama kwa kufanya kazi za chama kwa uaminifu mkubwa sana na tumejitolea kwa jasho kwa maumivu makubwa sana. Sasa leo uh, imetupasa tuweze kuweza kuzungumza na Watanzania wenzetu kwa hali inayoendelea ndani ya chama chetu. Chama chetu kwa sasa ni, ni kama kimepoteza mwelekeo, kimepoteza mwelekeo wa kiuongozi, kimepoteza mwelekeo ya kutokuvumiliana, demokrasia hamna, na haya yote yaliletwa baada ya sisi G55 Kutaka kutoa maoni yetu eh, ndani ya chama namna kuende, ya, ya kuendea hii no reform, no reform election. Tulikutana baadhi na mimi ndio mwasisi pamoja na mwenzangu Asenga na na Mgonja ambaye alikuwa mwenyekiti wa mkoa wa Kilimanjaro, kwa sisi ndio waasisi ndio wa, wa, wa G55, kwamba tunapo, katibu mkuu ametuita, katibu mkuu anataka kwenda kuongea na sisi Eh, namna gani bora tunajadiliana ya kusukuma no eh, no reforms no election kwenye majimbo yetu tunayotoka. Maana mimi nilikuwa mgombea ubunge wa jimbo la Mwanga 2015 na 2020 pia. Kwa hiyo tukakutana tukasema tunapoenda, hebu tujadili kwanza tunaenda kukishauri chama kitu gani. Kwa hiyo tukatengeneza eh, kundi eh, la la, la group la WhatsApp kwa ajili ya kupanga na mambo kwa uwazi kabisa. Kwa hiyo tukakubaliana kwamba kwanza tutakapokwenda tutaka pale sio wote tutakaoongea, bora tuandike mawazo yetu kwa pamoja, alafu tuyaweke kwa pamoja, tuweke saini zetu, tupeleke kwa ofisi ya katibu mkuu. Na tukafanya hayo mambo vizuri kabisa, tukishauri chama kwamba chama kisijitoe kwenye uchaguzi. Tukaandika madhara ya chama kujitoa kwenye uchaguzi, tukaandika madhara ya chama kisipoenda kwenye uchaguzi, madhara yatakuwa makubwa kiasi gani, tukawaambia na faida za chama kwenda kwenye uchaguzi zitakuwa ni faida, faida zipi, na tukawaeleza kwamba kama mnataka kuzuia uchaguzi huo mkakati wa kuzuia uchaguzi, uwezi kuzuia uchaguzi uko, uko nje ya uchaguzi. Wakati wakatueleza, mimi binafsi nikaongea na katibu mkuu, akaniuliza Kilewo, mkakati wenu ulikuwa ni upi? Nikamwambia katibu mkuu, hamkutaka kutusikiliza, tunapaswa kwenda kwenye uchaguzi. Kama ni kuanza kuzuia uchaguzi, tuanze kuzuia uchaguzi ndani ya vituo vya kupigia kura, tukiwa na mawakala mbalimbali mbali nikamwambia tuna forma kumi na tisa Chadema ni ya kumi na tisa Kwa hiyo tukienda kwenye uchaguzi tukapata vyama ambavyo vinatuunga mkono vikatusaidia tukapata mawakala nane tisa, na Chadema ikawa ni, ni, ni chama cha kumi, tukawa tuna mawakala kumi kwenye kila kituo cha kupigia kura. Ikawa ni project ya chama kwamba tunapeleka mawakala kumi kwenye kila kituo siku ya kupiga kura. Wakati wanakuja kituoni wale maafisa uchaguzi sisi tunalianzishia pale uchaguzi utakuwa umevurugika na tutakuwa tumefanikiwa kuzuia uchaguzi. Mbona mbona mtu hamkutuambia mapema? Hamkuta tu kuambia mapema kwa sababu hamkutaka kutusikiliza. Mngetuita baada ya, ya kupokea waraka wetu mkatusikiliza, mngetumia waraka wetu vizuri, tungeenda kufanikisha hili nani jambo. Lakini wenzetu wakatupuuza na wakaanza kutupa majina mbalimbali, majina ya uongo, majina ya usaliti, majina ya kutumika sasa tukamwambia ndugu zetu, kama ni usaliti, kama mnasema tumepinga tumepinga ma maamuzi ya chama hapo nyuma, mbona aliyekuwa makamu mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti kwa sasa, mbona yeye ndio wa kwanza alikuwa alikwenda majukwaani kupinga swala la, la maridhiano? Ambao maridhiano tuliyapitisha kwenye vikao halali vya chama, tulipitisha kwenye kamati kuu, tukapitisha kwenye baraza kuu, lakini wao wakiongozwa na makamu mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti kwa sasa, pamoja na wajumbe wengine wa kamati kuu wakaenda hadharani kukinanga chama na kutukana viongozi wenzao, lakini hawakuchukua hatua zote zile. Sasa hivi sisi eh, kwa sababu tumekuwa na opinion tofauti, tuna tuna tuna tuna tunaletewa tuna, tuna mkakati wa kufukuzwa na matawi kinyume kabisa na katiba ya chama, matawi yanatumika kufukuza viongozi yani tawi linamfukuza lina, lina mwenyekiti wa mkoa, tawi linamfukuza kiongozi wa kanda, tawi linamfukuza kiongozi wa jimbo, kitu ambacho sio sahihi kwenye katiba yetu na tukawaeleza, huu mkakati mnaoenda nao, iko siku mtamka asubuhi mtakuta mwenyekiti wa chama taifa amefukuzwa. Wanachama e, hili jambo litaishia tu kwa watu ambao ambao hampendi mawazo yao. Sasa kumekuwa na hiyo sintofahamu kubwa sana kumekuwa na huo mvutano mkubwa sana ambao umeendelea kwenye chama hiki, na chama hiki kilitengenezwa watu walikuwa wanapendana, watu walikuwa wanasaidiana kwenye shida na raha kupitia vyombo mbalimbali kama Chadema family zengo nini, lakini sasa hivi kuna kuna kuna mpasuko wa ajabu sana na chama hiki, na chuki imekuwa ni kubwa mno, na hii chuki na mpasuko unaendelezwa na viongozi wakuu wa chama, wajumbe wa kamati kuu, baadhi wanainjinia huku kuendelea mpasuko, wanainjinia kupiga simu kwenye kwenye matawi ili watu wa, wa, wa, wafukuzwe. Kwa hiyo tuna, tunasema hiki chama kilikuepo kwa ajili ya matumaini ya wa Watanzania, kuwasaidia Watanzania hiki chama hakipo kwa ajili ya kukifurahisha kikundi cha watu wachache genge ambalo limetengenezwa lime kwa ajili ya kuharibu chama na na na, na na na genge hili linachochewa kwa baadhi ya vijana ambao ambao wanawekewa mabando kutoka Nairobi kutukana na viongozi wa chama ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuwapa kasi viongozi wa chama hata mkienda kwenye mitandao kama X wapi huko mtakutana na jinsi na matusi yanaorushiwa viongozi hata viongozi wa staff wa chama hiki sasa una, unaangalia hii ndio CHADEMA ambayo mimi nilikuwa naishi. Hii ndio CHADEMA ambayo e, ndio msingi wake mkuu ulinishawishi mimi kuingia. Unajikuta kabisa niko sehemu ambayo sio sahihi kwa kwa kipindi hiki. Kwa hiyo nimejitafakari sana mimi kama Henry John Kilewo kama mwenyekiti wa mkoa wa Kinondoni, lakini kama vile e, mtiania wa ubunge na ambao nilikuwa na, na, na, nafanya ulezi kwenye jimbo la Mwanga na watu wananchi wangu wa Mwanga, nimezungumza na wananchi wangu wa Mwanga maana nimetafakari kwa hiyo nikawa-, nikaanza kuwasiliana na viongozi wangu wa Mwanga eh, wa wa, wa, wa kata, wa jimbo na kwenye matawi tukakubaliana kwamba eh, mkuu kama unaona eh, moyo wako ama ule ile ile, ile, ile dhima ile dhana iliyokupelekea ku, ku, ku, kujiunga na chama hiko, unaona eh, eh, ime, haipo eh, ni bora ukaondoka uka, uka ukatafuta jukwaa lingine la kisiasa. Kwa hiyo mimi leo natangaza rasmi kwamba nimejivua uwanachama wangu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA. Kwa hiyo kwa toka sasa hivi ninavyoongea hapa, sio tena mwanachama wa CHADEMA. Kwa hiyo nyadhifa zangu zote zinakoma kwenye chama hiki, na nimefanya hivyo kwa ajili ya kwenda kutafuta jukwaa lingine la kisiasa, kwenda kuwatumikia wananchi wa jimbo la Mwanga, na nina uhakika kwamba jukwaa nitakalolipata nitaweza kulitumia vizuri, kwa sababu mimi ni mzoefu, nimeshiriki chaguzi mbili, najua namna ya kupambana. Mapambano hayakimbiwi. Kama tuliweza kuiondoa CCM kwenye kuiba kura, sasa hivi CCM imeenda kwenye kupora process nzima ya uchaguzi. Ninaamini hata hii process ya uchaguzi tunaweza kuzuia isipore. Kwa hiyo mimi ni mtu wa kupambana nime nime nime nimejiridhisha ni makutosha kwamba nifanye maamuzi ya kutafuta jukwaa lingine ambalo sio CCM, lakini nitawatangazia wananchi wangu wa Mwanga kwamba naenda kwenye jukwaa gani kwa ajili ya kuendelea kupigania kile ambacho tumekuwa tukikipigania, na niwaambie niwaambie niwaambie, yani hatuendi kuanza upya. Yani kama kuna mtu anajidanganya kwamba tunaenda kuanza upya huyo mtu atakuwa anajidanganya sana. Yaani, tunachokifanya ni kubadili tu majukwaa. Watu ni wale wale, watabadilika wataenda kwenye majukwaa mwengine. Leo ukiniambia watu wangu wa Mwanga hawatabadilika kwenda kwenye, kwenye jukwaa naloenda mimi, nitakuona mtu ajabu sana, maana CHADEMA pale Mwanga ilikuwa haipo. Mimi nimejenga CHADEMA pale Mwanga kuanzia elfu mbili na kumi na moja, na hakuna mwanasiasa anayejenga taasisi asijijenge yeye. Lazima unapojenga taasisi na wewe ujijenge kisiasa. Kwa hiyo mimi pale, pale ninaweka mizizi kwa hiyo niko tayari kwa mapambano, na nawatakia ndugu zangu CHADEMA kila la heri. Mwenyezi Mungu akiwabariki. Kama wata, wata, watakuja kwenye uchaguzi, tutakutana kwenye majukwaa ya kisiasa, lakini kuanzia sasa sio tena mwanachama wa CHADEMA, ninatafuta jukwaa lingine. Asanteni, Mwenyezi Mungu awabariki.